da kuchukua alama tatu mm. Alama tatu ambazo hazina kipingamii mm. Hazina kipingamizi mm. Kesho kama nilivyowaambia, ya Yanga anakufa tatu. Mchungaji kesho Yanga anafariki tatu. Kesho maono na e, nini ya kiuchungaji ndio ameona, nasema hivi yeah. Yanga anafungwa magoli matatu siku ya kesho mm. Elewa hivyo, Yanga anafungwa magoli matatu. Kipindi cha kwanza Yanga atafungwa goli mbili, kipindi cha pili Yanga atafungwa goli moja. Yanga anafungwa goli tatu siku ya kesho, kwa namna ambavyo Simba mengi ametambwa mchungaji. Kwa kwenye yeah. kikosi chenu chini ya kocha Fadlu Davis mnaenda kuwakosa Marlon pamoja na pinpin, kama kwanza ilo swali akuja baadaye. Washabiki wa yanga wasije na matokeo, ila washabiki wa simba waende na matokeo mm -hmm. Unamaanisha kwamba? Washabiki waende na wasimba waende na matokeo maana, mm. Tunaenda kushinda mechi ya kesho mm. Washabiki wa Yanga natoa rai. Mm. Natoa rai mm. Narudia tena mm. mm. Msije mkaenda na matokeo yenu kwamba hii shughuli ni ni ya Simba ni ya Simba kwanza mm. Kicha kwanza mm. Tunacheza siku ya Jumapili a a tarehe 8 tarehe 9 hiyo. Sisi tulisoma zamani hesabu za Kirumi ni tarehe 9 hiyo. Sio maana mpaka hapo. Tunacheza mwezi wa Ramadhani pkpo yeah. tunacheza Jumapili, uh -huh. tunacheza tarehe tisa, yeah. mbaya zaidi mm. <laughs> uongozi wa Simba Sports Club mm. wameamua, wameambia wa Simba Sports Club wameamua wameambia wachezaji wa Simba Sports Club Jumapili si atufunguagi uh -huh. siku za Jumapili. Simba afunguagi siku za Jumapili, na mechi za usiku Simba afunguagi. Mm. tokea zamani Simba. Kistoria, Simba Historia e. Simba afungu usiku. Afungu uh -huh. usiku. Simba afunguagi tarehe tisa uh -huh. Simba afunguagi mwezi wa Ramadhani mm -hmm. Alafu safari mwezi wa Ramadhani pamoja na, pa na Kwaresima vyote hivi vyote viwili mm -hmm. Simba haijawahi kufungwa. Mchungaji, ni wazi mmechoka mateso. nyota inang'aa mno ya Simba kesho. ndio maana nawaambia washabiki wa Yanga kesho wasije na matokeo yao. Aa. washabiki wa, wa Simba kesho mm -hmm. waje na matokeo. nikakuuliza hicho bado hujanielewa yeah. washabiki wa Yanga wasije na matokeo mm -hmm. washabiki wa Simba waje mm -hmm. na matokeo. mimi nawapa rai, kokote ulipo mm -hmm. kesho jiongea kwenye uwanja wa, wa Taifa mm -hmm ili uweze kufurahi na wenzako tutaburudika, mm. na wenzetu ah, wote ah. Hey, kuanzia saa nne ni burudani tu ah. Wana Simba watapata raha, maana hatujaifunga anga muda mrefu. Safari hii tunaenda kuwazimu ndani ya, ya, mmechoka mateso so, tumechoka mateso yeah. mechi hii hatufungwi, elewa hivyo, hatufungwi. mwisho ni mechi ya nne yeah. mechi ya tano hatufungwi, kwa njia yote hatufungwi

refu ambaye ana bahati na Young Africa. Nasema hivi, hebu nielewe bwana yako. Sio bahati nakwambia hivi Simba kesho anashinda. Mbona mnielewe nyinyi wa Tanzania? Niwafanye vipi? Nishawaambia kesho ni siku ya Simba. Mnatekeje? Maoni nimekuuliza maono ndo wameona hivyo. Nimeshaona mda mdomo nimeona toka wiki iliyopita. Ndio maana wiki nzima inatoa hey, rai. Hey. Kwamba watu wa Yanga wasiende matokeo wanaenda kufungwa. Ah. Mbona mnielewe nisemeje? Watu wanasubiri maombi. Sasa mimi ninachoomba. Hey, hey. Watu wa Yanga, hey. Watu wa Yanga. Hey. Waache kwenda na matokeo. Watu wa Simba nawaambia waende na matokeo. mm. Eh, ni mechi ya kwao. mm. Ni mechi ya ushindi wana mm. mm. Simba watafurahia baada ya hapo, mechi kishaisha, mimi automatically eh. nitatangaza Simba nakuwa bingwa, nitatangaza Simba bingwa na kesho mnaenda kutangaza baada ya mechi. Mchungaji kipi kinakupa matumaini ubingwa? Baada kumfunga Yanga, hakuna kilichobaki. ah. Tumebakisha mechi moja tu kumalizia Mbeya. yeah. Zingine zote ni na kombe hili, kombe mm. la shirikisho mm. kwa hiyo eh. kesho wana Yanga mm -hmm. Kwa mara ya kwanza eh, na waomba wasiende na matokeo yeah. washabiki wa Simba waende na nini eh, na matokeo. hiyo ndio rai yangu siku ya kesho mm. ya yeah. uh, Fadwa na mkosa Kamara pamoja na Chemaruni sipigwa kwa Simba. Simba ina vikosi vitatu uh -huh. sielewa eh, kuna kikosi cha Manula uh -huh. kuna kikosi cha Alisalim uh -huh. kuna kikosi cha Kamara. Sielewa mpaka hapo? Haa uh He, -huh. eh, na mabeki upande wa kulia na kuchukira. Kwa hiyo kuna vikosi hivi, uh -huh. vitatu. Kuna kikosi ichezo na kosti, ni kosi kingine hicho uh -huh. First eleven yote ilikuwa nje. Kwa hiyo mechi ya kesho, hata ukisema kwamba ile ile yote first eleven siwepo, waje kina Salim, waje wakina wakina beki wa kubeki nafaso simelewa, waje wakina Kijiri, ni timu nyingine kabisa hiyo. Wacha cheza kina Kidu, wakina Duchu, ni timu nyingine kabisa. Wacheza kina Mashaka ni timu nyingine kabisa. Ah. Wacheza kina Wesu Wesu ni timu nyingine kabisa. Wacheza kina Kasisha Sambi ni timu nyingine kabisa. Kwa hiyo kesho hakuna pengo ndani ya Simba. Maono yameonyesha Yanga kesho atafungwa ngapi, kama ulivyozungumzia, umisa? Ya. Aho, kama wewe wewe ah kumbuka, kwani nilizungumza, unakumbuka nilikwambia ngapi? Umesahau? hapa ni tatu zile zile. Nikwambia anga, nafungwa, tatu, tatu, anga, nafungo, anga. Yanga ngapi anaenda kupoteza pointi? Tatu. Kesho mchungaji, ni kama unavyoiongea e, ubora wa Yanga uonekani kwa namna chini ya kocha wao mpya, unachozungumza na kipi ambacho kinakupa matumaini zaidi mbele ya Yanga? Yanga yenyewe, uh, eh, eh. Yanga kwa kwa ishu ya kesho eh. Yanga haina nafasi. Yanga atakuwa na nafasi mechi zingine, lakini sio mechi ya kesho. Mechi ya kesho sisi tulishamalizana nayo, wengine sijui huko, kila mtu na mambo yake. miminisha, miminisha, mimi nimemaliza mimi, kama mimi mechi mm, ya kesho <laughs> mambo yote yanaanzia wapi? Roho unataka kufika, maanake nini? Mimi nimechoka sasa hivi. mwili umezidi kukonda. Ah. Mwili unanishia nguvu. Maana leo ni siku ya saba nimefunga. Simba imekuchokesha. Yeah, mwili unazidi, mwili unanishia nguvu, nachoka. Nimefunga kwa ajili ya Simba. Sasa nafunga kwa ajili ya gani? Siku ngapi mfungaji? Siku saba. Ah. Kesho nafungulia kesho jioni. Ah. Kesho jioni ndio tutakuwa sifungi tena. Baada kuanzia saa nne saa tano. Yeah. Kwa hiyo uwanjani nitaondoka nikiwa bado nimefanya nini? Nimefunga. Yeah. Yeah. Yeah. Mchungaji tuimulike Young Africans ilivyomifunga mara nne mfululizo. Shida ilikuwa ni nini hasa kwa Simba? Ah, kuna mengi. Mm. Kuna mengi kama mlivyokuwa mmesikia. Mm. Kuna vitu vilitokea, mm. Wengine watu walituumiwa, mm. Na wengine kwenye timu sasa hivi hawapo, mm. Tuma zilikuwa nyingi, mm. Ila ile mechi iliyopita goli tano hii goli hii mechi ingine mm. iliokuja no tulijifunga wenyewe, simuelewa mpaka hapo. Hii mechi ya mwisho tumejifunga si wenyewe, ni mechi ambayo Tuko sisi tunashinda ile mechi. Vile vile kutuwa, mm. penati, penati tatu, mm. ile mechi. Alafu refari alivile vile nani ameoku tuwa, kutotoa penalty, penalty zote tatu, ndio maana ikatuharibia. Ile mechi ilistahili e, e, ishe 3-1. Umeonae? Mehesabuwe. Ile ile 3, ile mechi. Ile hii, hii hapa ni 3 bila. Eh, chini yake yuko. Na na na hisi nyama, huyu eh. Bwana anataka kuonyesha kwamba ni international casual. Eh, kwamba ni kocha wa kimataifa. Ni refari wa kimataifa. Taarifa zinasema hamna bahati eh, naye. Bahati haina hiyo sio issue bwana. Watu wanakuambia bahati hamna. Kama una uwezo una uwezo tu. Uwezo Simba, Simba ambao uwezo ambao wanakuwa nao sasa hivi yeah. Yanga hawezi au? hawezi lakini pia takwimu zinakataa e, kwa namna ambavyo machi, machi e, mechi za dabi ya kari ya kozi zimekuwa zinawadondokea mara kadhaa ya Africans mwezi huu Machi. Mchungaji bado hujanielewa yeah. Mechi inachezwa Jumapili lakini ni mwezi Machi, ni mechi ambazo Simba anacheza Jumapili anashindaga mm. Ni mechi ambazo Simba anacheza usiku mm. Ambacho mechi Simba anacheza usiku anafanyaje? mm. Anashinda. ni mechi ambazo inachezwa tarehe 9 sio tarehe 8 ni vyote hivyo ni vitu ambavyo Simba ameweza kuvipitia na akafanya vizuri mm. Kwa hiyo ndio naona kwamba mechi ya kesho mm, Simba anashinda ila, mm. mimi natoa angalizo kwa Yanga kwamba Yanga kesho wasiende na matokeo yao wa, wasiende matokeo, mm, na matokeo maana kitakachowakuta. mimi nimejiandaa kwa ajili ya ushindi wa kesho mm. Simelewa? Mm. Nimejiandaa na kesho nitaingia tofauti uwanjani. Kesho unaingiaje? Yeah. Kuna design nitaingia nayo kesho. Tupe kodi. Ah, kesho nitawaisha kuingia. Sababu kesho naingia eh, na watu tisa. Kesho unaingia na watu, si watu kumi, naingia na watu tisa. Si umelindwa. Ah, mimi sijui naingia na watu tisa uwanjani. Eh. Kwa hiyo ni jinsi gani kesho naingia kivingine. Mm. Ili kuwa, kuleta ladha. Kuleta ladha ni adabi pili. Mm. Kwa kisha Simba anachukua pointi. Eh. Nihitimishe kwamba, nihitimishe kwamba watu sasa waamini kwamba Simba kuna mchungaji. Eh. kesho na kesho nchi itasimama, wanasema, hakika mchungaji anayosema yote yanatokea. Kwa sababu siwezi kusema kitu kaenda tofauti. Ndio maana mimi naogopa kesa, ndio kumtamkia mtu kitu, na mtamkia kitu kinakuwa kweli. Mchungaji nikwambia, unaondoka, unaondoka una kweli, hujua Young Africa. Sikiliza ngwambie, mimi, ndio maana sitaki kuongea kwambia una... wewe hivi unakuwa kweli, nikwambia unaondoka jioni, ufiki ufiki. Ala, ndio maana naogopa mimi kutamka tamka. Mchungaji umekuwa kama mganga sasa. Ah, sio mganga, nguvu nguvu ninayo nikitamka inakupelekesha yani, nikisema kitu kinakuwa. Kwa hiyo mimi naogopa sengine kuongea ongea. Mchungaji wa Africans milioni 500 mezani, JSM amewakabidhi vijana wake kwenda kumnyonyoa Simba Benjamin Mkapa. Waweke bilioni moja, aongezee tena 500 hiyo bilioni moja. Watazicheua hizo hela. Ni wazi kwamba JSM wanaitaka mechi kwa kuweka milioni 500. Kwani hao wengine hawaitaki mechi? Wanaitaka mechi lakini ndio wanaenda kufungwa. Hakuna mtu ambaye anaitaka mechi. Mm. Wataitaka mechi najua watavunja jasho Mm. Lakini watashindana lakini wata

Mimi nishaiona yanga ina kufunga goli tatu ile ondoka nalo na baada ya mechi tutasema, mchungaji alisema. Ah, mchungaji lesi mkuu, la vipi? Maono yanaonyesha kwamba kesho atafunga. Ah, nimekatazwa niseme wachezaji. Leo nilikuwa nitaje mchezaji mmoja mmoja, nitaje na namba anazovaa na majina ya wachezaji watakaofunga kipindi cha kwanza na cha pili, lakini ki protocol uongozi unaniambia niseme maono, amekataa usitaje. Eh, sitaje, maana nikitaja hapo italeta ile taharuki, lakini issue nzima ni kwamba kesho yanga anakufa tatu, hiyo penda usipende. Kwa hiyo sasa, sasa la mwisho ambalo watu waende nalo kesho. Tutahitaji amani zaidi, hatuhitaji watu kupigana kama wanapigana mechi zingine. Mechi ya kesho, ukifungwa, ukifungwa tembea, naenda nyumbani. Ukishinda wewe endelea kutamba. Kwa hiyo mechi ya kesho hatutaki watu wanapigana makofi, sio nani. Ukifungwa vumilia, naenda nyumbani. Na watu wa Yanga kesho, mkifungwa mwende nyumbani salama. Ah. Eh hey, mbona sisi tunafungwaga mnatufungaga na nyumbani salama? Kwa hiyo kesho watu wa Yanga nao waende nyumbani salama. Kama si wao tunadavo salama. Wasilete vurugu. Mara kipiga cha kesho wanaweza kuleta vurugu uwanjani pale pale. Eh ah. hey, washabiki wa Yanga. <laughs> Mimi nawajua ni wakorofi. Kwa kwa jumla Yanga mechi ya kesho wasije na matokeo. Mungu ibariki Simba Sports Club. Simba Sports Club ikastawi. Simba Sports Club ikangae. Viongozi wakangae. Ateba akangae. Mkuu ala akangae. Kibudi norway akang'aye. Elia Mpanzu akang'aye. Miss wa Afrika akang'aye. Chasambi akang'aye. Kagoma akang'aye. Kipa yote atakayepangwa, hata Alisalim Kamara akang'aye. Kapombe, we Kapombe ukang'aye. Kapombe ukang'aye Kapombe ukang'aye. Shabalala ukang'aye ukang'aye, ukang'aye, kesho ni siku yako ya kung'aa kesho ni siku yako kung'aa. Shabalala ukang'ae kesho. Abdulrazak Hamza ukang'ae, uka msemaji wa Simba akang'ae, bechi la ufundi akang'ae, refari usilogwe tena. Refari, ukang'ae, ukang'ae. Refari, Refari, ukatende haki ukang'ae siku ya kesho siku ya kesho. Simba Sports Club tunaikabidhi, Mungu mikononi mwako, ukaepushe na balaa, ukaepushe na nuksi, nguvu za kichawi uchawi wa angani, uchawi wa nchi kavu, mchawi wa baharini, ninaufuta kesho, kesho. Uchawi wa aina yoyote uliotegwa juu ya Simba barabarani, uliotegwa kwenye vyumba, uliotegwa kwenye malango ya kuingilia, uliotegwa kwenye pichi, ninaufuta kwa jina Yesu, ninaufuta kwa ajili ya Yesu nafuta, nafuta, nafuta uchawi wote ulonzi uliowekwa kwenye goli la mashariki kaskazini ninaufuta. Uchawi uliowekwa kwenye lango naufuta. Uchawi uliowekwa kwenye lango la kuingilia naufuta. Uchawi uliowekwa kwenye vyumba, kwenye vyumba vya wachezaji ninaufuta kwa ajili ya Yesu, nafuta, nafuta uchawi juu ya Simba, nafuta uchawi wote waliowanga jana usiku, walioilalia makaburini, kwenye makaburi ya watoto wadogo, kwenye makaburi watu wazima ninaufuta, hiyo sanda waliovishwa wachezaji wa Simba ninaifuta hiyo sanda, majina yao ninayafuta kokote alikoandikwa, ninafuta majina yao, majina yaliyokwa makaburini, majina yaliyokwa chini ya vitanda, majina yaliyokwa juu ya angani, ninayafuta kwa jina Yesu, nafuta majina hayo, majina yaliyokwa kwa ajili ya Simba, majina yaliyokwa kwa ajili ya Simba, majina kwa wachezaji wote, majina yaliyokwa kwa ajili ya refari, ili refari ajichanganye, ninafuta, nafuta kwa jina Yesu nafuta majina hayo, nafuta katika jina la Yesu Yesu nafuta kwa jina la Yesu, nafuta uchawi wote uliowekwa na ufuta. Imeandikwa hakuna uchawi juu ya Yakobo, hakuna uganga juu ya Israeli. Ninafuta uchawi wote uliowekwa juu ya Simba, majina yote leo yaliyoandikwa kuanzia namba moja hadi namba kumi na mbili, ninafuta kwa jina la Yesu. Nafuta uchawi uchawi uliowekwa na watu, ninaufuta uchawi huo. Simba ikastawi, Simba ikang'ae, Simba ikang'ae kama jua la asubuhi, Simba ikastawi kama mtende wa Lebanoni Simba wana Simba wakafurahi, washabiki wa Simba wakafurahi, washabiki wa Simba wakafurahi, wana Simba wa waka Simba wakafurahi, wa waka viongozi wakafurahi, benchi la ufundi likafurahi kwa jina la Yesu. Kesho ikawe siku ya ushindi. Ninafuta mauzauza yote kwa jina la Yesu, nafuta mauzauza yote kwa jina la Yesu. Yesu nafuta mabato yaliopangwa, nafuta kwa jina la Yesu. Siku ya leo naikabidhi mikononi mwako katika jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu, watoto waseme Amen.